Ambao wote wana uzito fulani katika nchi hii wote wametoa matamshi ambayo kwa namna moja au nyingine yanaashiria kwamba e, wameingilia moja kwa moja kwenye mchakato wa kimahakama. Kwa hiyo tutakwenda kuiomba mahakama. Ndio maana wanaofuatia Instagram yangu nimesema tunawashukuru Waziri Bashungwa na mashamkwa serikali na wengine kwa kutupa silaha za kivita kwa wao kukosa kiasi. Yaani wamekosa kiasi kiasi kwamba sasa wametupa silaha za ziada. Kwa hiyo tutakwenda kumove subject ya instructions za mteja kwamba kuna mistrial, kwa sababu ni kama tayari wao wanawaaminisha wa Tanzania kwamba Tundu Antipas Lissu Mugwai ameshahukumiwa. Ndio maana wanasema ukinuka, ukitaka kuinukisha utanuka wewe. Maanake ni kwamba tafsiri yetu, si ni kwamba ukitamka hayo maneno ulibi convicted na adhabu ya treason ni kifo. Busala kisheria iko wapi? But tunawashukuru kwa kutupa hiyo ammunition. Mwisho kabisa kabla sija e, mkaribisha mwenzangu Jebra, mambo mawili tutaendelea ikiwemo tarehe sita regardless ya uamuzi wa mahakama kwenye kesi ya Mheshimiwa Mwinyi ambayo tayari, kama tulivyosema, imesha imeshavurugwa kabisa na hawa walioongea kwa mabarabarani. Tutaendelea kusisitiza haki ya wa wananchi kushiriki katika kesi yao kwa wazi, ili wajifunze, uhaini ukifanya unachakatwa hivi na adhabu yake ni ili nao wasifanye uhaini. Tutaendelea kusema mahakamani, kinachofichwa ni nini? Kuna mtu amesema oh, uko barabarani huko kwamba njia mtandao ni nzuri kabisa hivi nyewe, waandishi wa habari, tarehe 24 mahakama ilitoa link. Mliona ambao mlishiriki, mliona kinachotokea eh. Bana, nani sijui, desh, desh, desh, unatusikia ah, siwasikii mheshimiwa, sijui ni we, eh, yani, ni shida. Tupo tumepoteza karibia dakika ishirini kama sio nusu saa kwenye kuitana itana, yani huyo ha, haingia sikiki, huku nini aitii, anaangaika. Hiyo ndio njia bora ya kuendesha kesi yani? hata kama ni alternative hiyo ndo alternative bora haiwezekani. Lakini wengine hapa hata ham hamjaweza kuingia, pengine wengine mmeogopa hata kusogelea mahakama kwamba nisije na mimi nikapigwa virungu. Tuna tuendelea kupigania haki ya watanzania mahakamani, maanake sisi e, e, wengine wanaweza kupigania kwa namna ambavyo Mungu amewajalia kipande chao. Sisi Mungu ametujalia kuwa mawakili, kwa tutapigania mahakamani. Samahani moderator, nenda kumalizia, najua umeniambia muda wangu unakaribia kuisha. Tunaendelea kupigania mahakamani haki ya Watanzania wote kushiriki katika kesi physically, kwa tafsiri yetu sisi, kwa mujibu wa kifungu cha 192 na 186 vikisomwa kwa pamoja vya sheria mwenendo makosa ya jinai. Watu waje subject tu wale watu kuambiwa, msifanye hiki msifanye hiki, na kama mtu anavunja kanuni si anatolewa nje? Kwani miaka yote hii kabla ya juzi kati hapa mashauri alikuwa yendeshwaje? tutaendelea kupigania. Sisi ni warriors wenu wa Tanzania. We are your warriors katika haki yenu ya kushiriki katika kesi physically tutaendelea. Tunasisitiza pia kupigania haki zote za mheshimiwa Lissu. Hao watu ambao wanaongea mabarabarani huko, sijui utakinukisha, si utanuka wewe? Basi wawahimize wanaopeleleza walete ushahidi, tucheze game uwanjani, kama ambavyo tumecheza eh, game kadhaa, na waje wananchi washuhudie kwamba nani ndio ndio nani, na hii tunaongea kwa niaba ya mshumalisu na mwisho kabisa, mwisho kabisa, e, natoa taarifa rasmi kwa umma kwa niaba ya mteja wetu kwamba anafanya hunger strike, anaanza kususia kula chakula, sio kwa sababu nyingine, anataka haki itendeke. Kwa hiyo kwenda mbele, going forward, Antipas Tundu Lissu Mugwai kwa siku ambayo e, ataamua, pengine Jumatatu, pengine kesho, tutatoa taarifa fupi kuhusu siku hasa, lakini taarifa ni hiyo kwamba ata ya yeah, yeah. Kwa hiyo ata, ata, atasusa kula chakula, kitakachomtokea yuko tayari, hata kula chakula mpaka pale ambapo ataona haki inatendeka. Antipas Tundu Lissu Mugwai ni wakili mkongwe sisi wengine, inspiration yetu, yaani wengine, mojawapo ya majabali alio tufanya sisi tusome sheria na tuje tufanye sheria, na sio sheria tu, sheria namna hii ambayo tunaifanya. Ni huyu mtu haogopi kesi, yaani hata kama sisi tusingi kuwepo angeendesha kesi yeye mwenyewe. Kwa hiyo haogopi kesi, anataka haki itendeke. Kwa hiyo atasusia eh, kula chakula mpaka haki itakapotendeka. Haki ipi? Sitaki kufanya kosa lolofanya maisha kwa serikali lakini mpaka kapo haki itakapotendeka, haki ambayo sisi tunaidai, wapi? Mahakamani kwayo. Kwa hiyo umma tunaufahamisha kwamba e, Pastor Mwai ataanza rasmi hajaanza kususia kula chakula. Maelekezo mengine kuhusiana na sisi ushiriki wetu katika kesi katika namna ambavyo inaendeshwa tutayapata, kama nilivyosema, Jumatatu nitakwenda magereza saa mbili kamili nitakuwa pale kwa sababu kama nimesema, saa tano na kesi nyingine ya muhimu kidogo hapo kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Mabibi na mabwana, na washukuru moderator Samani, nimekula muda wako kidogo. Nafikiri atawaelekeza kama, kutokana na maswali mawili matatu kabla sijamkaribisha eh, nitakuwa tayari kuyajibu. Nisamehe sana kwa eh, you know, ni, ni kitu ambacho kina, kina, kina evoke passion kidogo ay.